Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatu, wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV, ikiwa ni siku nyingine kabisa. Leo ni tarehe nne ya mwezi wa sita mwaka 2025, na hapa tupo ziarani na hapa tupo kijiji cha Simba E, katika mkoa huu wa Dodoma na hapa leo palikuwa na jambo kubwa kabisa, jambo adhimu kabisa ambapo lengo kubwa kabisa ni kuendeleza twarika ndani ya mkoa wa Dodoma. Tunaye hapa Darwesh Nyange ataeleza vipi namna gani jambo ambalo kwamba lilikuwepo leo na vipi analipi la kuambia Uislamu kuhusiana masala ya kitwarika, vile vile mwisho atatolikia hadhara yetu kubwa pale Kondoa mjini ambayo kwamba itafanyika tarehe 29 ya mwezi wa sita mwaka 2025. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa wa hapa, huyu ni khalifa wa kadiria pale Kondoa mjini. Bwana, jitambulishe. Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa wa wa, leo bwana khalifa, kulikuwa na jambo gani hapa leo? Kulikuwa na jambo adhimu ambalo tulikuwa tunaadhimisha au tunazindua, tunamkabidhisha khalifati ambaye yuko kijiji cha Simba na ni kwa mara yake ya kwanza kabisa kupokea ukhalifa huu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri. Basi ukhalifa wa wake udumu, na nimejaribu kuongea na wamama wenzake hapa, wamesema wamemuunga mkono kwa dhati kabisa na wamepokea twariqa hii kwa nguvu zote za Allah na Mungu awajalie kila laheri na sote ambao mnatuona hapa kwenye Daarul Arqam naamini kabisa ni wapenzi wa Mungu na Mtume, ambao ndani ya nyoyo zao ukiwatazama, zina harufu nzuri ya kitwarika tul Qadiria. Na hivi umwanzo huu wa hapa Simba, tunaomba na uendelee, na watu wa Simba basi, wao ni miongoni wa wanatwarika wa twarika til Qadiria wa ramia, sote ambao tulioko hapa tunayo furaha na wanayo furaha wana kijiji hiki cha Simba kumpokea kwanza kiongozi wetu ambaye ni khalifa wa, wa Afrika Mashariki kuanzia mkoa wa Dodoma, Singida, Kenya, Uganda, Zanzibar na penginepo. Huyu ni khalifa wetu ambaye tunamtegemea na ana mambo mazito. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na hivyo ataongea machache kuhusiana na habari hizi za kitorika ambazo tumezieneza humu au ambazo zitazungumzika. Kwa kweli tunayo faraja kubwa kutoa yake machache ambayo inaweza yakatuenea na mwenye kusikia basi asikie na ayafanyie kazi inshaallah. Mungu amjalie kila la heri. Nakushukuru sana shekhe. Baada tujamaliza, kabla tujampea Darwesh Nyange kuzungumzia jambo hili la leo. Ni dhahiri shahiri ya kwamba kwa uteuzi wa khalifa huyu leo hapa e, Twariqa na kwenda kuenea ndani ya kanda hii ya Simba Kondoa na vijiji vya jirani hapa. Lipi lengo lenu hasa la kuweza kueneza Twariqa? Lipi lengo lenu hasa ni lipi katika kanda hii ya kati? Kwa kweli ni kueneza imani kwanza kwenye nafsi za watu. Sasa hivi zimekuwa ni tofauti tofauti sana kiasi kwamba wanaacha kufuata yale ya Mungu na mtume wa vijana, wanaharibika vijana wetu, hawamchi Mungu kama inavyopasa, na bila kuwa na kinoa cha kunoa mioyo ya vijana wetu kwa kweli tuna hasara ambayo inayokuja hapa mbele yetu. Kwa hiyo tunaamini kwa ufunguzi huo leo utakuwa ni chachu na ni changamoto kwa hapa Simba, na naamini kabisa vijana wa hapa watabadilika, na watakuwa na tabia njema na watakuwa na utulivu wa Mungu na Mtume, na watafuata mambo yale ya Mungu na Mtume aliyoyaamrisha, inshallah. Tunawatakia kila laheri watu wa Simba waweze kupokea walifatiwa huyu mama kwa mikono yao yote miwili Amen, na washirikiana naye kwa pamoja, na Mwenyezi Mungu awasaidie inshallah. Kwa haya tuliyozungumza, atayasherehesha Darwesh Nyange ama Halifu Afrika Mashariki na ya Kati, ya kati atayazungumza yale ambayo yanayojiri juu ya Tariqatul Qadiria inshallah Shukrani. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waalaikumsalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Shekhe, tunakupongeza sana kwa juhudi zako kwa za kuendeleza twarika na neno la Mwenyezi Mungu liweze kuwa juu. Vipi bwana, leo kulikuwa na jambo gani hapa katika kijiji hiki cha Simba? Naam, inshallah, nadhani kama alivosema Halifa wetu, Halifa wa wilaya hapa, leo palikuwa na jambo kubwa katika mji wetu wa Simba, kwa maana leo tulikuwa tunakabidhisha uhalifa ama ukhalifati kwa dada yetu hapa katika mji wa Simba. Tumkuje kukabidhi ukhalifa na ukhalifa maana ni uongozi kwa upande wa kina mama. Leo tuko tunakabidhi alifati kuweza kuongoza kina mama katika maswala ya muridi, na Mwenyezi Mungu ajele kila laheri, kwa sababu ukitazama kutokana na mazingira yetu ya leo, ama jambo letu la leo sasa hivi asilimia kubwa watu wengi, kwa kweli, ucha Mungu umekuwa ni mdogo, na twarika hizi zinadharaulika, twarika hizi hazifuatiliwi kutokana na kutokana watu kuacha twarika, watu kuacha nyayo za mababu zao, watu kuacha nyayo za mashia waliotangulia. Hatimaye ndo tunakuta maadili yamekwisha haribika katika jamii. Lakini twarika kazi yake kubwa kabisa inafundisha mtu namna gani atakavyoweza kusafisha moyo wake, mtu namna gani atakavyoweza kusimama imara katika dini yake. Ndio maana unakuta hata wazee wa zamani, mtu kasoma kidogo tu, lakini alikuwa na heshima, alikuwa na heshima, alikuwa na adabu tofauti na leo. Na mara nyingi sisi tunasema kazi ya twarika ni kuhakikisha inaweka moyo kuwa nini, kuwa msafi. Sawa sawa, moyo ukiwa msafi, na chochote kitakachozungumzwa katika dini Moyo ukawa msafi basi unakuwa unakuwa rahisi kufanyaje? Kupokea. Mara nyingi mimi huwa nawaambia hata wanafunzi, leo hatuna hatuna shida na elimu. Elimu sasa hivi watu wa, wa, wana elimu nyingi. Eh? Kama wasoma Qurani ni wengi kila kona. Ukitaka maswala ya fatu yapo kila kona. Shida kubwa iliyokuwepo katika zama zetu ni shida ya ucha Mungu. Ucha Mungu ndio shida, sio elimu. Elimu watu wanayo lakini namna na ya utumiaji elimu inakuwa ni nini? Mtihani. Sawa sawa. Lakini twarika imekuja kunyoosha majambo. Twarika imekuja kuongoza. Twarika imekuja kufundisha watu uchamungu na unyenyekevu. Kwa hiyo jambo hili kwa kweli ninasema, ni jambo kubwa na nimpongeze halifati huyu kuweza kupokea ukhalifa wa Kadria ama akawa ni halifati wa Shadhilia kuasi baadhi ya viongozi ambao kazi zao uhakikishe wanaziwisha twarika ili dini iende nini? Iende mbele. Kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inal islam bada ariba wa saudu ariba, kama, bada dini ya Islam ilikuja ngeni na itarudi kuwa ngeni kama jinsi nini ilivyoanza. Kwa sasa hivi jambo hili la kueneza twariqa linaonekana ni jeni katika macho ya nini? Katika macho ya watu lakini twariqa ndio imeleta dini Afrika Mashariki. Hmm. Twariqa ndio imeleta dini Afrika Mashariki. Swala la twariqa hakuna mtu atakayekwepa ndani ya Afrika Mashariki. Uislamu umeingizwa kwa twariqa. Kuona sisi leo tumikuja na tumeamua kulienzi jambo hili la wazee kama namna wenyewe walivyofanyaje, walivyoanza. Mungu ajalie kila la heri na tubarikie jambo hili lipate kwenda sawa. Lakini pia pamoja na hili jambo la Simba, nipendi kualika Waislamu wote ambao wana, wa, wa, wanaangalia habari hizi katika Daarul Arqam, na waalika katika hadhara itakayofanyika zawia kuu Kondoa mjini siku ya tarehe 29. Zawia itahudhuriwa, ama hadhara itahudhuriwa na mashehe wakubwa kama vile Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Ramia kutoka Bagamoyo atakuwepo. Sheikh Kusoma kutoka Kenya atakuwepo, Sherifu Afdhali kutoka Kiteto atakwepo, Sheikh Omar Ombopa maarufu ndani ya Bagamoyo, mshauri wa mufti he, atakuwepo. Kwa hiyo, nipende kutoa hima kwa Waislamu ambao kwamba wanatazama chaneli hii ya Daarul Arqam, mnamo tarehe 29, tunawalika katika hadhara yetu ya Kondoa mjini. Naamini inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri au ajalie wepesi, ili mje muhudhuria hadhara hii na kuna wageni wakubwa masaadati wanatoka kama vile Somalia na Uganda, kuna Burundi na baadhi ya nchi zingine inshaallah. Nadhani hadhara itakuwa imepambika kutokana na mabwana kwa haya machache niseme waza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Wapenzi watazamaji, hapa ni kijiji cha Simba mkoani Dodoma na kwa kumalizia, tupate mzee mmoja ambe kwamba atatueleza eh, vipi furaha yake ile kwanza kuweza kupo, kupokea ugeni huu, na tunaye mwenyeji wetu hapa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ipi furaha yako leo kuweza kupokea ugeni mkubwa kama huu, kuweza kukutembelea. Ukhalifu umepatikana hapa, ni dhahiri shahiri ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu litaenezwa kuanzia hapa, hapa na vijiji vya jirani. Assalamu alaykum. Itambulishe kwanza, mimi naitwa Kivumbi niko Simba kijiji cha Kelema Ziwani, ni ndo mwenyeji wa jambo hili. Aliokuwa anakabidhiwa ukhalifa ni mke wangu, kwa hiyo mimi nitoa shukurani za dhati kwa mashee waliokuwa, kwa ugeni nilioupokea wa mashe na baadhi ya marafiki ndugu na jamaa. Mimi sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa malipo e. Zaidi ya hapo sina jingine, ni kikubwa ni shukurani tu ndio, ndio. Na tuendelee kuwa na ushirikiano, maana bado sisi tunaendelea kuishi inshallah. Mpenzi mtazamaji, kwa kumalizia hapa tunaye mwenyeji mwingine wa kijiji hiki cha hapahapa, hapa ni Simba mkoani Dodoma. wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naonekana kwanza wewe ni mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kwa jina jingine Simba, furaha yako leo kupokea ugeni mzito kama huu kutoka pale Kondoa? Sisi tumefarajika sana kupata ugeni mzito kama huu, na uzito, uzito huu tumeupokea na tumeshukuru sana kujiwa ku na viongozi wakubwa kama hawa. Inshallah sisi tumefurahi sana na tunashukuru Mungu, awape afya njema na awape eh, fursa mzuri tena na maeneo mengine ili waweze kutembelea inshallah. Kwa hiyo sisi tunafurahi sana kwa kupata ujio wa wageni hawa, tunafuraha sana, tunawatakia tu kila la khairi, Mungu awazidishie kila laheri, na sisi pia vile, vile na Mungu atupe nguvu inshallah. Mzee Mtemi Bana, uvi, uvi, uvi upi wito wako eh, kwa jamii? Mimi wito mi wangu kwa jamii kwanza, ni furaha kukuendeleza Uislamu kwa sababu swala la kitwarika ni swala gumu na ni zuri, ila tu ninawahusia Waislamu wenzangu tushike sana swala la kitwarika, kwa sababu swala la kitwarika ni njia kwanza <coughs> njia kwanza, twarika yenyewe ni njia ambaye itakayokufikisha peponi. Kama hujaifuata njia hii basi wewe ina maana kwamba hujamwamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alehi wasallam. Kwa hali hiyo, Waislamu wote wanaotuona katika katika nini chaneli hii, basi walizingatia sana kuendeleza Uislamu wa wao, kukufundisha watoto wao katika njia za kitwarika, na wachagua sehemu za kupeleka hata watoto wao madarasa ma ambayo ma ma ma ma ma yenye uhusiano na kitwarika na ni furaha kubwa sana kwanza kufikiwa na wageni kama nyinyi ambao mlikuja kutu, kutu laki katika eneo letu. Hatuna la, la ziada, ila tunaokaribisheni kwa siku nyingine. Karibuni sana, asanteni, nakushukuru sana na asante sana.